Jio ni kujuza faida za kutia lotion wakati wa ukorogaji wako wa piko. Hello vipenzi, hili ni swali pia nimekuwa nikilipata mara kwa mara. Watu wengi wanauliza, hiyo lotion unatia wakati unakoroga inasaidia kitu gani? Haya nimekuja hapa na faida tatu tu ambazo mimi nazifahamu. Kwanza kabisa, inafanya piko yako inajaa wakati wa ukorogaji, inakuwa nyingi na maanisha, tofauti na ukikoroga ukiwa hujatia lotion haivimbi. Jambo la pili inalosaidia inakusaidia piko yako inang'ara. Kama mnavyoona hapo, sijampaka mafuta wala sijampaka chochote, lakini inaonekana vizuri kabisa, tofauti na ukimchora kama hujatia lotion inakuwa imepauka fulani hivi. Jambo la tatu inakusaidia kutoka hayo magamba kwa urahisi. Kama mnavyoona hapo, yanavyotoka. Tofauti na ukimchora, ukiwa hujatia lotion inakuwa imengangania kwenye ngozi yani kuitoa inakuwa ni changamoto. Haya jamani, hizo ndio sababu zangu. Kama kuna mtu anafahamu zaidi, a comment hapo chini.